Iqra FM. Mtu mwingine akisikia tume huru ya uchaguzi kuna mwingine haelewi kabisa, dio? Pengine tupate ufafanuzi kwa uchache, afu tuelekee moja kwa moja, mm, kwenye kila ambacho tunakwenda kukizungumzia. Karibu. Asante sana nashukuru sana kwa swali zuri, na ngoja tuanzie hapo kwenye tume huru ya taifa ya uchaguzi hiki, yes, ni chombo ambacho kimeanzishwa kwa mujibu wa katiba yetu, katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, mm, ya mwaka 1977 na imeanzishwa chini ya ibara ya 74, lakini pia sambamba na hiyo, pia ime- kuna sheria e, ya tume huru ya taifa ya uchaguzi kifungu cha kumi mm. Uh, inazungumzia majukumu yake. Kwa hiyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni chombo ambacho kimeanzishwa chini ya katiba kwa lengo la kusimamia na kuratibu shughuli zote za uchaguzi, mm, uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kwa Jamhuri okay, okay, ya Muungano wa Tanzania. Okay. Ndio Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mm -hmm. Lakini uchaguzi wa rais wabunge mm -hmm. madiwani eh, kwa Tanzania bara, lakini sasa tuende moja kwa moja kwenye mada yetu ambayo tunajadili uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili. Maana yake inaonekana awamu ya pili kwanza ta sio, eh, inaonekanawanza ni kweli ndugu eh. mtangazaji, tuli tume huru ya taifa uchaguzi kwa mujibu wa sheria kifungu cha 16 kifungu kidogo cha tano cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge madiwani, mm -hmm. na madiwani sheria namba 1 ya 2024 mm -hmm. uh, imepewa jukumu la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura mara mbili mm -hmm baada ya uchaguzi mkuu mmoja kukamilika mm -hmm. Na um, kabla ya uteuzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu unaofuata mm. Kwa hiyo lazima tumeboresha daftari mara mbili hapo okay. katikati mm -hmm. Na kama tunavyofahamu, tulifanya uchaguzi mkuu mwaka mm -hmm. 2020. Kwa hiyo baada ya 2020, tume kwa mujibu wa sheria hiyo niliyorejea inatakiwa kuboresha daftari mara mbili mm -hmm. kwa hiyo tume ilianza kuboresha daftari awamu ya kwanza mm -hmm. ndio wasema awamu ya kwanza hiyo ambayo tulianza Julai 20 mwaka 2024 kwa maana mwaka jana, mm -hmm. na tumemaliza March mwaka huu 2025. okay. tulipita nchi nzima, kwa maana Jamhuri ya Muungano, bara na visiwani <laughs> tulipita maeneo yote mm -hmm na wananchi waipata nafasi mm -hmm. ya kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Okay. na tunaposema daftari la kudumu la wapiga kura mm hizi -hmm. ni taarifa za wapiga kura ambazo tume imezihifadhi. kama unavyojua kuanzia chaguzi za nyuma huko mm -hmm. watu walikuwa wanajiandikisha, kwa hiyo mm -hmm. kwa wale ambao walijiandikisha tangu huko nyuma taarifa zao tume inazo, ndio maana tuna daftari mm -hmm. la kudumu. kwa hiyo tunachofanya ni kuliboresha. Okay. kwa hiyo tulivomaliza awamu ya kwanza mwezi Machi sasa kuanzia tena kwa tarehe moja hii juzi, Mei mosi hiyo tarehe moja mwezi wa tano mpaka tarehe saba <tune> tunaboresha tena kama ilivyosema sheria, nataka iwe mara mbili kabla ya siku ya uteuzi kwajila uchaguzi mkuu unaofuata. Kwa hiyo ndio maana tunapokuwa hapa tuko kwenye uboreshaji awamu ya pili. <tune> okay, uh, pengine kwa nini uh, wekaji wazi wa daftari la kudumu la wapiga kura ndio kama livyosema tuliboresha daftari awamu ya kwanza. <tune> Baada ya kukamilisha, tume imechakata zile taarifa zote nimeandaa daftari la awali. Sasa lengo tunavyofanya ni kwamba sheria inatutaka kwenye kifungu cha 11 cha sheria ya namba moja ya uchaguzi wa rais, bunge ni, ni madiwani ya mwaka 2024, mm -hmm. Kwamba liwekwe wazi daftari. Lengo kuu ni kwa ajili ya kuwapa nafasi sasa wananchi kuhakiki taarifa zao, kwa sababu unajua unapokuwa umeenda kuandikishwa pale, saa nyingine inawezekana makosa na wengine, haya majina kama unavyosema, hata jina langu naweza kulitamka hapa, lakini jinsi ya kuliandika kawa tofauti tofauti. Kwa hiyo inawezekana aliyekuwa anachukua taarifa zako labda alikosea herufi moja, kwa namna moja ama nyingine taarifa zako haziko sahihi. Kwa hiyo lengo la kuweka wazi daftari na imewekwa kwa mujibu wa sheria ni kwamba wananchi sasa wapate nafasi ya kwenda, jambo la kwanza kuhakiki taarifa zao, mm -hmm. kama ziko sahihi mm -hmm. na kama haziko sahihi, kwenye kipindi hiki cha uboreshaji awamu ya pili waende kwenye vile vituo vinavyotumika kuboresha awamu ya pili mm -hmm. kama na jambo lolote ambalo anadhani anataka kurekebisha, aende akarekebisha sasa hizo taarifa zake, okay. lakini lingine anakagua taarifa za wapiga kura wengine mm -hmm. kwa sababu kwa mujibu wa sheria yetu kifungu cha tatu, ili uweze kuchagua kwa mfano diwani mm -hmm. lazima uwe mkazi wa kata husika. E, lazima uwe mkazi. Ili uchague nani mbunge, lazima uwe mkazi wa jimbo husika. Kwa hiyo sasa lazima sasa wananchi wanapata nafasi kwenda kuangalia ile daftari la awali la wapiga kura. Okay. Je, orodha iliyokuja iliyopo kwenye kituoni ni ya wakazi eneo lile? Okay. Je, wana sifa za kukaa kwenye daftari kwa sababu pia ili uweze kukua kwenye daftariapiga kura lazima uwe hmm, na sifa la kuwa mpiga kura. Kwaio ina, ina lengo mbili. La kwanza, okay, wewe mwenyewe ukagua taarifa zako, lakini pia ukagua taarifa za wapiga kura wenzako kama pia wanastahili kubaki kwenye daftari. okay. E, msikilizaji, una nafasi kubwa sana hapa yakuweza kuuliza swali lako kupitia nambar 783. Hiyo ni namba swali lako na salia jibu ambayo wa unastahili wahi kuyapata hapa e. Pengine muda gani zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili itafanyika? Zoezi hili ndugu mtangazaji litafanyika kwa muda siku saba mm -hmm. na litafanyika kuanzia tarehe moja mwezi wa tano mm -hmm. na tunatarajia tuhitimishe tarehe saba mwezi wa tano mwaka huu 2025. Kwa okay, hiyo wananchi wote ambao hawakupata fursa ya kuboresha taarifa zao awamu ya kwanza mm -hmm. basi tume metoa nafasi nyingine ya kuboresha daftari hili kwa awamu ya pili mm -hmm. na tunawaalika na tutoe wito wale wote ambao wakupata nafasi basi waende vituoni na kwa awamu hii vituo vya kuandikishia kila kata ina kituo cha kuandikishia lakini pia kuna vituo maeneo mengine ndani ya kata husika. mm -hmm. Kwa hiyo bila shaka wakifuatilia matangazo yetu na e, tumeweka mabango kule mtaani yanayoonyesha maeneo ya kuandikishia mm -hmm. Kila kwenye eneo hilo, basi mwenye, mwenye, mwenye ambaye anadhani kwamba kupata nafasi na na sifa za kuandikishwa mm -hmm. Tunamwalika aende kituoni aweza kuboresha taarifa zake. Okay, tofauti kati ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya kwanza ni upi? Tofauti fupi, linaoeza kusema ni swala la muda tu. Aahili okay, ba... <laughs> <laughs> <laughs> E, ni swala la muda tu kwamba ile tulifanya kwanzia tarehe 20 Julai uh -huh. E, mwaka 2024 na uh -huh. tukamaliza Machi mwaka uh huu 2025. Sasa tumeanza tarehe 1 ishirini Mei 2025 tutamaliza tarehe 7 lakini uh -huh. kazi inayofanyika kituoni pale, kazi inayofanyika kwenye zoezi la uboreshaji ni lile lile uh -huh. Kwahiyo hakuna tofauti za kiutendaji, vifaa ni vile vile, watendaji uh -huh. ni wale wale na kazi uh -huh. ni ile ile. Okay. Hmm. wahusika wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura au awamu ya pili ni, ni wapi? uh, kama ilivyokuwa kwa awamu ya kwanza eh. wale ambao wanahusika ni hawa wafuatao. Eh. wa kwanza ni ambaye ana sifa na hakuwahi kabisa kuandikishwa kwenye daftari okay. yaani hujawahi kuandikishwa kwa, kwa mfano sasa hivi unajua una miaka 18 eh. kama unajua kwenye katiba yetu ibara ya 5 imeweka taratibu okay. kwamba raia wa jamhuri ya muungano wa Tanzania hmm. mwenye umri wa miaka 18 ana haki ya kupiga kura Hmm. Sasa kwenye katiba ameweka na sheria pia imeweka hmm, kifungu cha tisa cha sheria ya namba moja ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 -20, pia imeweka utaratibu hmm, kwamba wanaohusika ni hao ambao wametimiza huo umri wa miaka 18 au watatimiza umri huo kwa katika tarehe ya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kama kuwahi kuandikishwa na sifa unazo wewe ndio unahusika wa kwanza. Okay. Lakini la pili kuna wale ambao waliwahi kuandikishwa mm. lakini sasa wanataka kuboresha taarifa zao. Taarifa zao. Kwa mfano ulikuwa unakaa laba kata Nyamagana mm. umehamia kata ya Kishiri sasa wewe unatakiwa uende ukaboresha taarifa zako kwa kujihamisha mm. kutoka kituo ulichojiandikisha Nyamagana kwenda Kishiri yeah. au lihama kabisa mkoa au umehama kabisa wilaya vivyo vyote vile. Mm. E, kwa hiyo wale ambao wanataka kurekebisha taarifa zao binafsi kwa mfano ulikuwa hujasoma siku hizi na na PhD sasa, mm -hmm. na ungependa taarifa zako zisome pale doctor. Sasa ndio ruksa kipindi hiki. Wale ambao wanaboresha taarifa zao, eh, eh, wanataka kuhama maeneo mm -hmm. au vyote kwa pamoja, unaboresha taarifa zako binafsi umekuwa au kwa namna moja nyingine imeharibika. Kwa hiyo hao ndio ambao wanaenda kuboresha awamu hii, lakini pia, mm. kwenye awamu hii kama ilivyokuwa awamu ya kwanza, pia tunafuta wale ambao wamepoteza sifa uh, kubaki kwenye daftari. Kuna watu wa ndugu zetu ambao wametangulia mbele za haki okay. e, kuna watu ambao pia wamefungwa vifungo virefu, kwa mfano kwa zaidi ya miezi sita, kifungo cha maisha mm. e, kifungo cha kunyongwa au kifungo cha kifo kile au mtu sasa alikuwa na akili timamu safari, akili kidogo, changamoto kidogo, yeah. ana akili timamu, sheria imesema hivyo sasa, okay. Hao ndio waliopoteza sifa, pia wanaondoshwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa wahusika ndio hao ambao wanatakiwa waende kwenye nani, kwenye vituo vya kuandikisha wapiga kura wakaboresha taarifa zao. Uh, pengine uh, tume imejipanga vipi kuhakikisha kuwa wananchi wenye sifa wanapata taarifa na kufika Uh, vituone kujiandikisha katika daftari la wapiga kura. Uh, nashukuru sana ndugu mtangazaji, hatua ya kwanza ni kama hii hapa, tuko redioni uh -huh. Na tumeshapita kwenye redio nyingi na vituo vingi vya habari uh -huh. Kwa kutumia vituo vyote vya habari tunaamini kwamba wananchi watapata taarifa za zoezi hili uh -huh. Na kwa kweli tunawashukuru sana kwa hilo. Mmeweza kuwafikishia wananchi taarifa. Okay. Tunapitia pia kwenye mitandao ya kijamii mm. Tunayo matangazo yanayopita kwenye haya mabango mm. Tunatumia pia mikutano, tulifanya uh, mikutano na wadau wote wa uchaguzi mm. Vyama vya siasa kwenye ngazi zote tumefanya nao vikao na mikutano mbalimbali mbali, tume viongozi wa dini hmm. vikundi mbalimbali kwenye jamii ya kina mama, vijana, wanawake, watu wenye ulemavu hmm. na makundi mengine mbalima, NGO na mashirika kama hayo. Kwa hiyo tumekaa nao kwenye vikao, tunaamini wao wanawakilisha watu wengi sana hmm. na wakielekea kwenye maeneo yao, basi watawapa taarifa wananchi kuhusu zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura kwa hiyo, okay. Ni mbinu mbalimbali zile ambazo tunazitumia kwa ajili ya kufikisha taarifa hizi, okay. E, tume imejipanga vipi kwa wanaotaka kuboresha taarifa zao kwa njia ya mtandao? A, tuna sisi tume kama ilivyo nchi mm. yetu sasa hivi inaingia kwa dunia kwa ujumla teknolojia uh -huh. Na sisi pia hatuko kwa nyuma okay. Ili, kwa hiyo ili kuwawezesha wananchi kurahisisha hili zoezi mm. Uh, tume imebuni mifumo ambayo inakuwezesha wewe mwananchi au wewe ndugu mtangazaji hapa hapa studio lipo hapa, unaweza ukaanzisha mchakato wa kuboresha taarifa zao. Lakini hii ni kwa watu ambao walishajiandikisha hapo awali. Kama tunavyosema daftari la kudumu lipo, kuna watu wapo kwenye daftari tangu 2010, 15, 20, wapo kwenye daftari la kudumu la piga kura. Kwa hiyo sasa ukitaka kubadilisha taarifa zako, kwa mfano nahama kituo, tume imeanzisha mifumo inayokuruhusu unaanzisha mchakato hapa na ujumbe utatumiwa utaenda nao kituoni, ukifika upange foleni, unaenda okay. Kwa yule mpiga picha pale na, na, na, na, na, na nakupa kadi yako pale okay. Na unaweza kwa mfano kwa wale ambao wanatumia hizi simu sim nasema ni kishukua vitochi vi, eh, kama majina kama hayo <laughs> eh, kiswaswadu eh, najua tuna majina yetu hayo eh. Eh, eh, sasa hayo na ambayo najua wengi ndio tunayo hizo eh. Unaweza tu ukabonyeza nyota 152 mm. nyota 00, alama ya reli, okay. Ukibonyeza hapo utaletewa namba pale zimejipanga mm. Labda nirudie nyota 152 mm -hmm. nyota 00, mm. alama ya reli ukibonyeza hiyo itakuletea kuna namba imejipanga hapo. nenda paka namba nane. mm -hmm. unakwambia endelea mbele. mm -hmm. ukibonyeza namba nane pia itakuletea namba zingine pale. mm -hmm. wewe pale chukua namba mbili. okay. e, namba mbili pale imeandikwa malalamiko haki na sheria. mm -hmm. sasa ukitoka hapo malalamiko haki na sheria bonyeza, uh, nenda mbele tena itakuletea namba zingine. bonyeza namba tatu. mm -hmm. utakutana na namba hiyo namba tatu ni tume huru ya taifa ya uchaguzi. Ya uchaguzi. ukichagua hiyo namba tatu sasa itakuletea pia Eh, mambo mengine ya kufanya pale. mm -hmm. Itakuletea uchague labda kurekebisha taarifa zako, mm -hmm. kuhama kituo, mm -hmm. ah, kuhama na kurekebisha taarifa, mm -hmm. lakini pia ni kuhakiki taarifa. Okay. Sasa ukifika hapo utachagua unachokitaka wewe. Okay. Kwa mfano unataka kurekebisha taarifa zako, mm -hmm. cha msingi kwenye kutumia mtandao hapo, mm -hmm. uwe tuna namba yako ya mpiga kura kwanza, kura lazima okay. ijulikane kwa sababu wewe ni mpiga kura wa zamani, mm -hmm. itakachokuwezesha kuingia kwenye huo mfumo, kwanza lazima utaandika namba yako ya mpiga kura. Kura. Na iwapo unataka kubadilisha taarifa zako binafsi. Mm-hmm. Ulikuwa unaitwa Hasani fulani fulani. Mm-hmm. Sasa unataka kuitwa Hasani tena jina lingine. Sasa we lazima ile namba ya NIDA. Okay. Eh, hiyo ni kwa wale wenye visa swadu lakini pia ukitumia wazee wa bando wale pia wapo. Mm. Ukiwa na bando unaweza kutumia ukaingia tu kwenye mtandao ukaandika tu www.ovrs inaitwa online voters registration system. Kwa mm hiyo -hmm. Ukiandika tu www. OVRS at inec.go.tz uh, mm -hmm. Itakuleta kwenye peji kama hiyo ambayo nimezungumzia kwenye visaswadi vyetu, mm -hmm. e, rekebisha hama kituo, rekebisha na kuhama na kuhakiki taarifa. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa itakuelekeza, mfumo utakuelekeza jinsi ya kufanya. Baada ya hapo utakutumia token. E, kuna message ya kutumia na namba namba fulani hivi, token hiyo kienda nayo kituoni, mm -hmm. Sasa, pale kituoni kama tulivyofanya awamu ya kwanza bila shaka tunafahamu mm -hmm. pale kuna watu wawili. Kuna mwandishi msaidizi ambaye ukifika kama, ku, kama ni mtu nani ana fomu na kujazia mchakato mtandaoni, ukifika kituoni mm -hmm. moja kwa moja mm -hmm. na kutoa kadi eh? mm -hmm. uh, huko Okay, na ni namna hiyo, msikilizaji, nafasi ni ya kwako hapa kuweza kuuliza swali lako na utapata ufafanuzi kupitia nambari 0758541333 na 0758541333 kwenye ujumbe mfupi maandishi. Anasema ni lazima kwenda kuboresha kama kadi yako ya zamani ipo sawa kwa kila kitu. Hapana, huyu yeah. Ameuliza swali zuri sana hili yeah. Zoezi linahusu wale tu ambao nimeelezea kama, yeah. kadi yako iko sawa, aujahama huko au pale pale, wewe waulazimiki kwenda kituoni, haina tatizo okay. Mm. Anasema mwingine anauliza hapa, mi naomba uh, kuuliza mtu anayechukua kitambulisho akiwa na umri mdogo uh, miaka kumi na sita au na saba, na anataka uh, kubadilisha atumie miaka yake ya kweli Je, anafanyaje? Maana kuna wazazi wanasema wana, wana, wana, wanabunia miaka watoto ili wapate kitambulisho uh, tambuli, vitambulisho wa, wa, wa, wa wazamini mikopo ya nje uh, inawezekana kubadilisha? Ukiangalia <laughs> <ndugu yetu hapa> <laughs> swali lake ndugu mtangazaji <laughs> danganyifu, danganyifu umeshafanyika, ujanja ujanja, ujanja, ujanja mwingi sana <laughs> kwamba walipunguza umri wao <laughs> ili wapate kitambulisho fulani, aonekane mdogo, labda akafuatwa dhamini watu fulani. Unaona tunataka watu miaka 15, wewe una miaka 20, sasa sema bwana, tukatafute cheti wewe una miaka 15. Sasa anatuuliza, je, anaweza kwenda? Sisi atashughuliki na umri wa mtu? Umri wako unaojua <laughs> wewe mwenyewe <laughs> wewe ukiona umetimiza umri wa miaka 18, ehe, ambayo ndio umri unaoruhusiwa kupiga kura, piga au utatumiza umri huo uh, wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, wewe nenda kituone. Sasa swala la kwamba ulikuwa na umri mdogo, ulipunguza kina nani kingine sisi, ila tuweze kuzungumzia sisi tunazungumzia watu ambao wewe ukikaa mwenyewe mm -hmm. unajua kwa kwa mimi na umri fulani, e, umri wangu ndio huu mm, na kwa mujibu wa sheria na katiba ni miaka 18. Okay. E, kwa hiyo kama walipunguza kupata mikopo ya nje au jambo lingine lolote, na miaka 30 akaandika 20, sisi kwa kweli hilo tunaomba tumwachie yeye <laughs> lakini <laughs> sheria inasema mwenye umri wa miaka kumi na nane au na anarushwa na kwenda kituoni. Okay, okay. Mwingine anasema naitwa Kulwa Juma Ibrahim, anauliza je, nikiwa nimejiandikisha chama fulani, siku ya kupiga kula Uh, kura, uh, nikamwelewa, uh, mgombea wa chama kingine tofauti, naruhusi tofauti, uh, chama kingine tofauti anasema naruhusiwa, uh, kumpigia kura japo, uh, utambulisho wangu haujashabiliana haujash, uh, uh, na chama chake? Amechanganya hey. Amechanganya kadi ya, kati ya kadi unazopata za vyama vya siasa hey, hey, na kadi ya mpiga kura hey. Na kwa sasa hatuzungumzii uchaguzi na kumchagua mtu wa fulani hey. Tunachozungumzia ni ukajiandikishe kuwa mpiga kura leo hey. Alafu ikifika wakati wa uchaguzi mkuu, swala la na unamchagua nani kwa utaratibu upi, hilo ni la mtu binafsi. na nadhani atakuwa amechanganya tu kati ya kadi yake nadhani ya na, na na kachanganya kuwa Juma Ibrahim e. Juma amechanganya e, e, kati, kati kadi yake ya vyama huko aliko mm -hmm, na kadi ya mpiga kura. Hii haina mahusiano na vyama vya siasa, ni namna hiyo. Mwingine anasema anaitwa Amina yeye, uh, anauliza yeah, kwamba amesema uh, muda wa kupiga muda ule wa kuboresha ni siku saba, asema uh, kuanzia muda gani hadi muda gani? A, muda wa kwenda kituoni kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni huo. Okay. E, ndio muda ambao wananchi wanaruhusiwa kwenda kituoni, lakini wale ambao watakuwa kituoni uh -huh. pale saa kituoni, uh -huh. okay. E. A, na mbili yaani ule muda wakakuta kituoni tutahakikisha kwamba wanamalizika. Nashukuru sana ndugu mtangazaji, kubwa kwa toe wito kwa uh -huh. wanamwanza wajitokeze kwa wingi Okay. waende wakaboreshe taarifa zao, lakini mm -hmm. pia la msingi ni kama tulivyosema, zoezi ni kwa muda siku saba okay. hatutaongeza muda wote wa kuboresha daftari katika eneo hili. kwa hiyo okay. tuombe wananchi wale ambao wana sifa, ambao hawakupata nafasi kwa sababu shughuli zetu za kimaisha, awamu ya kwanza ambapo tuliandikisha hawakupata nafasi, basi na awamu ya pili pia nafasi imepatikana mm -hmm. na kama tunavyojua kujiandikisha, ndipo unapata nafasi ya kushiriki kwenye uchaguzi kuchagua viongozi wa nchi yetu. Na bila kuwa na kadi ya mpiga kura hautakuwa kwenye nafasi ya kuweza kupiga kura. Kwa hiyo tutoe wito wananchi wote wenye sifa ambao uh, hawakupata fursa awamu ya kwanza waende kuji, kuji, kuboresha taarifa zao, lakini la pili uh, wale ambao waliboresha taarifa zao awamu ya kwanza, tumetoa daftari la awali la wapiga kura, pia tunaomba waende wakahakiki taarifa zao. Wanapohakiki taarifa zao, wahakiki na taarifa za watu wengine kwa sababu kama tulivyosema awali wale ambao wanatakiwa kubaki pale kwenye daftari ni wale wenye sifa tu mm -hmm. Kwa hiyo pale wanapobaini kwamba kuna mtu labda amefariki, yeah. E, labda sio Mtanzania, alikuwa Mtanzania lakini e, sio Mtanzania, yeah. Au labda alitoa taarifa kwamba yeye ni Mtanzania akaandikishwa kumbe sio Mtanzania, yeah. Kuna watu wanamfahamu mm -hmm. Tunafahamiana huko kwenye maeneo yetu ya kuishi, yeah. Maana ya kukagua ni kwamba unaweza kubaini watu kama hao mm -hmm. Na ukatoa taarifa kwa wanaohusika pale kituoni na hatua itachukuliwa hao okay, wataondolewa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura okay. Ngoja tumsikilize hapa, msikilizaji kwenye line. Hello, tunaongelea nani kutoka wapi? Hello, hey, hello. tunaongelea nani kutoka maeneo gani? naongea na yeah, Benedicto Moses Mwanza. Uh, karibu sana, uliza swali lako hapa Naona katoka hewani hapa, unaweza ukapiga tena hapa tukazungumza na wewe Benedicto. Naona umetoka hewani hapa, unaweza ukapiga tena tukazungumza na wewe lakini pia msikilizaji una nafasi pia ya kuweza kutupigia hapa kuuliza maswali kadhaa hapa mawili matatu hapa, ili basi kabla tujamaliza kabisa uweze kupata uh, ufafanuzi kwa kila ambacho unataka kukiuliza. Anasema uh, mimi uh, anaitwa Jovini uh, napenda kuuliza kwamba mtu anayetaka kurekebisha taarifa zake kwenye kwenye e, laini <laughs> ya mtu mwingine anaweza pia kurekebisha au <laughs> eh <laughs> a para, na

Uh, tunaongelea nani kutoka wapi? Ndugu yetu mbwana Muhammad Saidi kutokea Msumbiji. Muhammad Saidi kutoka Msumbiji, karibu sana, uliza swali lako ndugu yetu. Salaam <coughs> wa alaikum salaam, nataka kuuliza kitambulisho changu nilikosea. Okay, tarehe na na mwezi za kurekebisha. Okay, tarehe na mwezi sio Okay, unapata ufafanuzi hapa ndugu yetu Muhamedi. okay, eh, Muhamedi anauliza e, uh hivyo imekosewa -huh. E, tarehe na, na mwezi na wewe mwezi. Ni kweli huyo anatakiwa aende kituoni akafanyiwe marekebisho, okay e, na ndio maana nilisema wanaohusika ni wale ambao taarifa zao zimekosewa ana uh -huh. marekebisho marekebisho aidha uh -huh. ilikosewa wakati anaandikishwa uh -huh. au Ha, amepata mabadiliko tu ya kwenye maisha, kuna taarifa mpya nazo. mm -hmm. Basi huyo, kwa huyo ambaye ameuliza kwamba taarifa zake zimekosewa. mm -hmm. E, tunamshauri aende kwenye kituo cha kuboresha daftari la kudumu la mpiga kura. mm -hmm. aende akatoe taarifa sahihi kama ambavyo anazijua na anazihitaji. mm -hmm. watazichukua na watampa kadi nyingine ambayo ina, ina, ina tarehe na mwezi sahihi okay. mm. sawa naamini kabisa uh, Muhamedi umepata ufafanuzi kwa namna jinsi ambavyo mkurugenzi um, hapa alivyozungumza uh, vizuri kabisa kunako uh, jambo hilo. Kwa anasema vipi kama uh, kimepotea naruhusiwa kwenda e, kama kimepotea naruhusiwa kwenda anauliza, kwamba kimepotea sasa kitambulisho je? mm. yeah, anaruhusiwa uh, kwenda Ma, ukitaja tu kwa bana mimi ni fulani fulani. Kwa mfano kama unakumbuka namba yako ya kitambulisho Ehe. na taarifa zako ziko sahihi, ukijitaja tu pale una, una, una, wanaenda wanaangalia taarifa zako watazikuta, alafu wanakubadilishia, wanakupa kadi nyingine kwa, okay. Kikubwa tu pale unataja tu yani, kama yeah, unakumbuka uh, namba eh, ya, ya, ya kadi kadi, au majina yako kamili iliyopotea, eh, yeah. Yani ukienda majina yako kamili au namba ya kadi, okay. Ukimtajia yule ambaye yuko pale kituoni, mm, ataingiza kwenye mfumo wetu, yeah, lazima atakuona. Okay. na wakishakuona watakutengenezea kadi mpya, okay, eh. Sawa, mwingine anasema anaitwa Ndunguru. uh, Ndunguru anaitwa Ndunguru anaswali, anasema swali langu, je, yeah, kama kadi yangu uh, nimepoteza, naweza uh, kuchukua kadi nyingine? Hii nadhani umeshajibu <laughs> eh, labda ninge ningewasaidia wasikilizaji <laughs> wa, uh, wetu kwa ujumla <laughs> eh, mm -hmm. tuseme uliniuliza swali, wanaohusika kwenye ile zoezi la uboreshaji yes, nadhani itakuwa imejibu watu wengi ambao bado na maswali kama hayo. Okay, kwanza nilisema anayehusika ni ambaye hajawahi kuandikishwa kabisa kwenye daftari la kudumu la mpiga kura mm <laughs> um, -hmm. Amefikisha umri wa miaka kumi na nane a Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au, okay, atatimiza umri huo wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Huyo ndio mtu anayetakiwa kwenda kituoni kuandikishwa kwa mara ya kwanza. mm -hmm. Lakini kuna wale ambao tayari waliandikishwa kwenye daftari. mm -hmm. Sasa kwa namna yoyote ile, e, taarifa zake zinata anataka abadilishe. mm -hmm. lilikosewa Unajua, kuna wakati watu walikuwa wanaandikishwa na pewa hata asomi ile kadi, kumbe jina lake limekosewa. Sasa <laughs> amegundua limekosewa. Yeah. amegundua kama huyu alisema mwezi wote aliyetangulia kwamba, nadhani bwana Saidi kwamba mwezi na tarehe zimekosewa. Hao wote ambao wanataka kurekebisha taarifa zao hmm. wao wanatakiwa waende kituoni wakaboreshe taarifa zao. okay. Lakini kuna wale ambao kadi zao hmm. zimepotea, hmm. zimeharibika, kwa namna yote ile hawezi kuitumia tena, hao pia wanatakiwa waende kituoni. hmm. wakifika pale kuna form namba 5A ipo kituoni. Yeah. ya wale wanaoboresha kadi imepotea, una hama, unafanyeje? Wao wote wanasema unaboresha taarifa zako zilizopo mm -hmm. lakini kuna wale wanaoandikishwa wapi? Kwa hiyo hao wote hawa waliouliza hapa, wale ambao walikuwa na kadi imepotea, imeharibika, isomeki vizuri kivyovyote vile, tunawashauri waende vituoni mm -hmm. wakaboresha taarifa zao, wapatiwe kadi mpya okay. mm -hmm. Iqra FM.